Swali ambalo limekuwa linanisumbua ni hili. Wangapi wanaamini kwa sababu Adamu alitenda dhambi au ni wenye dhambi? Nyosha mkono. Asio baada ya kuokoka, ni wanadamu wote ni wenye dhambi kwa sababu Adamu alitenda dhambi. Nyosha mkono. Hilo unaamini? Dhambi ilingia ulimwenguni kupitia mtu? Nani? Hilo mbona unaamini? Ila haki kupitia mtu mmoja una mashaka. Nataka nikufikirishe. Kwa nini unaamini kusulana ile iliyotokana na Adamu, halafu uone ni ugumu Kuamini kuhusu haki iliyotokana na Kristo Yesu. Adamu aliumbwa, Yesu ni muumbaji. Kipi ni kikubwa? Yaani wewe kujihesabu, kama hujaokoka kuwa mwenye dhambi kwa sababu ya kosa la Adamu, uliona ni sawa, si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Na unahubiri hivyo na ni kweli. Lakini nikikwambia pia wewe umehesabiwa haki kwa sababu ya mtu mmoja aliyetii, sio wewe, unaona mashaka. Hebu uulize wewe, akili yangu vipi? Hebu uulize. Hapa kuna ugunganya. Eh? Yaani unaamini kwenye hasi kwenye chanya utaki. Unaamini kwa sababu dhambi kuingia maanake laana ikaingia na mauti ikaingia. Si unajua kwa nini unakufa kwa sababu ya Adamu. Si ndio hivyo? Hello, unaamini hilo? Nataka nikufikirishe. Wewe hata Adamu umjui wala hukuwepo. Sisi ni kuonyesha vitu hapa. Kwa nini nakuwa hivyo? Kwa sababu tulikuwa ndani ya Adamu wa kwanza. Sisi ni uzao wa mwanamke kutoka kwa Adamu. Sawa sawa, eh? Kwa nini wokovu unaitwa kuzaliwa mara ya pili? Maanake umezaliwa ndani ya nani? Eh? Kwa hiyo vilivyokuja kwa sababu ya uasi wa mzazi ambaye ni Adamu wa kwanza, vyenyewe ni sawa hivyo, hatuna shida huko. Staki kusema, nimekuja na habari njema. Ukiokoka, vinavyotokana kwa sababu ya mzazi wa pili, ulipozaliwa mara ya pili, sasa hauko tena kwenye laini ya Adamu, uko kwenye laini ya Yesu. Yesu alitii, matokeo ya utii yanakuja juu yake. <laughs> kuna mtu ananielewa?